Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Tamar Kintsurashvili amekuwa akifundisha jinsi ya kutofautisha uongo na ukweli, lakini kazi yake na imani yake inaweza kumpeleka gerezani. Hivi karibuni nchini Georgia, wakfu kama wake ambao hupokea ufadhili kutoka nje ya nchi, kwa mujibu wa sheria, wanatakiwa kujisajili kama mawakala wa kigeni au adhabu ya tozo la fedha. Adhabu hizo zinabadilishwa hivi karibuni kwa kifungo cha gerezani. Lengo la sheria hii ni kudhoofisha imani katika matendo yetu. Unahitaji kuwa na taarifa za kuaminika ili kufanya uchaguzi sahihi. Hivi ndivyo demokrasia inavyofanya kazi. Taarifa ni nguvu, na taasisi zenye nguvu, serikali za kimla, kwa baadhi ya maslahi ya biashara, wanajaribu kupotosha maoni ya umma. Tamar anakaidi hatua hiyo. Sheria hiyo inaitwa mawakala wa kigeni, imesababisha maandamano makubwa, kama lilivyofanya tangazo la chama cha serikali chenye mwelekeo wa Moscow kwamba kitasimamisha kujiunga na Umoja wa Ulaya. Sheria ya ziada ambayo inazuia vyombo vya habari na wanaharakati wa kisiasa inaundwa na inaweza kuongeza hasira zaidi. Tamar mapema kabisa ameziona nyakati tete za taifa lake. Okay. Alizaliwa mwaka 1970, alifanya kazi kama mwandishi wa habari baada ya kuporomoka kwa jumuiya ya kisovieti And we were receiving offensive calls, including na tulikuwa tukipokea simu za vitisho hata usiku wa manane, walikuwa wakinitukana, wanawafikia wanafamilia yangu, mume wangu na binti yangu. Kila siku unajifunza kwamba serikali inajaribu kubuni kitu kipya kukuzuia, anasema. Kundi la watu wasiojulikana mara kadhaa wameharibu ofisi yake, wakimtaja yeye na wenzake ni mafashisti wa uliberali bandia. Tunashughulikia uhuru wa vyombo vya habari, habari potofu na matamshi ya chuki. Hivi sasa tuna tishio linalowezekana la kuishi katika mfumo wa sheria mpya ya wakala wa kigeni kwa hivyo. Kwa Tamar, msaada wa kimataifa ni muhimu. Kwa sasa yuko Ufaransa kwenye mradi wa ushirikiano na kukutana mara kwa mara na watetezi wa haki za binadamu kote ulimwenguni. Anapanga kurejea Georgia baadaye na asema tuzo ya uhuru wa kuzungumza ya DW imeongeza hali yake. Pamoja na wanaharakati wengine, Tamar amekata rufaa dhidi ya sheria ya mawakala wa kigeni katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu. Yeye amesimama kidete dhidi ya serikali inayozidisha ukandamizaji.